Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhan Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususani yale yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa pwani kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi Yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, Shinyanga, Tabora pamoja na Rukwa yatajua kuwa na hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pwani ya kusini mkoa mkoa mkoa mkoa wa wa Ruvuma mkoa wa Mbeya, Songwe pamoja pamoja na Njombe, kuna tajua kuwa na hali ya kiasi mvua katika maeneo machache na na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, yatajua kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua kati mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Iringa, kuna tajua kuwa na hali ya kiasi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 Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Arusha tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.